Haitwa James Mgego, katibu wa CCM wilaya ya Songea mjini. E, siku ya leo nilikuwa na kikao na watendaji wa CCM ngazi ya kata, lakini ni katika kutoa maelekezo ya uchaguzi kuelekea michakato ya uchaguzi ndani ya chama ambapo tayari ratiba kubwa ambayo ya, ya chama imekwisha kutoka na na tayari tuko ndani ya ratiba, na sisi Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea mjini tumeshatoa matangazo kwa kata zote na matawi kwamba sasa uchaguzi kuanzia tarehe ishirini na nane kwa maana kesho kutwa, tutaanza kutoa fomu za kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi ikiwemo nafasi ya ubunge wa jimbo, lakini nafasi ya udiwani wa kata na udiwani wa viti maalum, na kama tulivyotoa tangazo linavyojieleza kwamba fomu ya nafasi ya udiwani zitatolewa kwenye ofisi zetu za CCM kata zote za Songea mjini, na ofisi zitakuwa wazi kuanzia saa mbili kamili asubuhi na zitafungwa saa kumi jioni, na hii ni kuanzia tarehe 28 mwezi wa sita hadi tarehe 2 mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na tano lakini fomu ya ubunge wa jimbo la Songea mjini zitatolewa ofisi ya CCM wa wilaya, na fomu ya udiwani wa viti maalum zitatolewa kwenye ofisi ya katibu wa UWT wa wilaya na zote zitaanza tarehe mbili tarehe 28 mpaka tarehe mbili mwezi wa saba kama ilivyo ada, na ofisi ya wilaya kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi tutatoa fomu kwa siku hizo tano. Tunawakaribisha wagombea wote, kwa maana wanachama wote wenye sifa za kuomba nafasi za udiwani, ubunge, udiwani wa viti maalum, tunawakaribisha kwani haki ya mwanachama ni kuchagua na kuchaguliwa na nafasi ambayo anaona anafaa. Lakini tumeona kwenye tangazo, tumeweka gharama za fomu kama ada ya, ya, ya miongozo yetu kwamba e, fomu ya ubunge gharama yake itakuwa shilingi laki tano lakini na fomu ya udiwani na udiwani viti maalum gharama yake itakuwa shilingi elfu hamsini Kwa hiyo wanachama wote watambue na kujua hilo. Lakini baada ya hapo vita, vitaanza vikao ambayo vitaendelea kwa mujibu wa ratiba ya uchaguzi, katiba na kanuni za chama chetu lakini sambamba na hilo chama chetu kimetoa miongozo. Kumbuka huu ni uchaguzi mkuu, lakini tunaanza na michakato ndani ya chama. Kwenye michakato ndani ya chama, kama nilivyotangulia kusema tunawakaribisha wanachama wote kujitokeza kugombea, kwani ni haki ya wanachama na ni chama chao. Maelekezo kwamba hatutaruhusu mwanachama yote ambaye atakuja kuchukua fomu aidha za ubunge au diwani na udiwani wa viti maalum kwenye maeneo yetu kuja na maandamano mbwembwe, kuja na e, misururu ya magari, pikipiki, baiskeli. Kwa kweli tusingependa kuona hayo yanafanyika kwenye wilaya yetu, kwani miongozo yetu ya chama kwamba hii ni michakato ndani ya chama na hayo mengine wakati wake bado. Kwa hiyo tunawakaribisha wanachama na wazingatie hayo kwamba e, uchaguzi ndani ya chama hatuhitaji hayo na tumetoa marufuku kabisa kwa wanachama kuja na wapambe ngoma matarumbeta, e, bodaboda pikipiki magari. E, aje tu mgombea aje kuchukua fomu, hatimaye vikao vitafuata na masuala mengine baadaye. Chama kitatoa utaratibu namna ya kwenda kuchukua fomu za serikali.